Mrembo wa Tanzania, Tracy Nabukeera ambaye ni Miss Tanzania 2023 na ambaye ndio alikuwa anatakiwa kuwakilisha Tanzania katika shindano la Miss World 2025 ametangaza kuwa hatoshiriki katika mashindano hayo. Kupitia Instagram Jumatatu hii ameandika hivi: baada ya tafakari na kutafakari kwa kina, nimeamua kutoshiriki katika mashindano ya Miss World 2025. Uamuzi huu haukuwa rahisi lakini kutokana na ukosefu wa usaidizi, mawasiliano yasiyo ya kuridhisha na maandalizi yasiyotosheleza kutoka kwa taasisi husika, sikuweza tena kujisikia kuwa nimewezeshwa vya kutosha au kuwakilisha Tanzania kwa ujasiri kwenye jukwaa la kimataifa. Nimefikia uamuzi huu nikiwa na upendo kwangu mwenyewe kwa wote mnaonitia moyo na kwa maadili ninayosimamia. Ninaamini kuwa mtu anapobeba taji la taifa anastahili kusaidiwa kikamilifu na kuandaliwa ili kung'ara. Bado ninajivunia sana kuwa mshindi wa taji la Miss Tanzania 2023, na nitaendelea kutumia jukwaa langu kuhamasisha, kuhudumu na kuleta mabadiliko, hasa kupitia mradi wangu step by step ambao ndio moyo wa kila ninachofanya. Asante kwa kila mmoja wenu kwa uvumilivu, msaada na wema mlioonyesha katika safari hii. Sasa shindano la Miss World 2025 ambalo ni la 72 litafanyika Hyderabad, huko nchini India tarehe 31 mwezi wa tano mwaka 2025 na, na Christina Piskova wa Czech Republic ndiye ambaye atamvalisha e, taji Miss World ambaye atashinda mwaka huu 2025. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina.